Daktari Samia Suluhu Hasan ambaye amesema kwamba anataka watoto ambao wanaishi kwenye mazingira kama haya, kesho siku ya Idi na wenyewe wakafurahi, wakapata mboga, mbuzi wawili, mchele kilo mia na hamsini. Kuna mafuta, kuna juisi, kuna soda, kuna sabuni, kuna sukari. Ni vitu ambavyo vimetoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kukupatieni ninyi kituo hiki cha watoto yatima ambao unawalea hapa wa mama Mariana. Mimi naitwa Mariana, mama Mariana, wanasema mama Mariana Ivanetski toka Ujerumani. Nialea watoto yatima miaka kumi na nane. Asante, ninashangaa sana kwa zawadi kubwa sana. Wote tunafurahi, tunafanya sherea, tunasema shukuru sana, clap the hands Kweli watoto wanafurahi sana yeah. Tunafurahi serikali anasaidia sisi na watoto wanapata sheria. Kesho kesho kutwa labda tunajinja mbuzi tutaona au <laughs> tunaendelea mm. Asante sana kwa zawadi kubwa, asante kwa jina ya e watoto pia mm -hmm. Mm -hmm. Na shukuru <Yeah>. Dokta Samia Suluhu Hasan kwa zawadi uliotupatia katika kila vituo kila kituo, tunafurahi sana na pia Mungu akubariki. Nashukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mheshimiwa wetu mama yetu Dokta Samia Suluhu Hasan kwa namna ambavyo anawagusa watoto kwa wakubwa kwa muda wote ambao anapata nafasi na Mwenyezi Mungu anapomjalia. Sisi tumewakilisha kama tulivyoelekezwa, lakini pia tunaamini watoto hao wa watakwenda kufurahi kama watoto wengine watakavyokuwa wanafurahi katika familia zao watakapokuwa wanasherehekea sikukuu ya Idi. Nakushukuru sana mama Mariana, wewe unatusaidia kulea watoto wetu katika manispaa yetu ya Sumbawanga, na wewe ni mama, umekuwa ni mlezi tumeona watoto wana furaha, watoto wana afya nzuri. Mungu akubariki sana. Asante sana. Sana. Tunashukuru sana sana kwa Mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa ambaye pia alitutuma kuwasilisha nani zawadi hizi pamoja na mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya kwa kweli, Mungu awabariki kwa pale walipotoa tunaamini Mwenyezi Mungu atakwenda kuwazidishia kwa kila jambo na kwa kila namna na kuwapa heri na afya njema. Tunamwombea Mheshimiwa Rais wetu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, Mwenyezi Mungu amwepushe na husda, Mwenyezi Mungu ampe afya njema ya kuendelea kutuongoza sisi waja wake katika maisha yetu haya tunayoendelea nayo ya utawala wa usimamizi wa mambo ya halmashauri, mkoa na wilaya, na kila kitu. Tunamshukuru Mungu pia kwa niaba yake kwa sababu alimleta ili aweze kuwatumikia Watanzania.